Mishkati ya Idi nyamaia idi yo Omani, inakuwa idi ya kwanza tunakula wali na nyama kawaida, idi ya pili tunakula mishkati na mikate au kiaya una, una ngombe

Tunakula shua yani nyama ya kufukia kwenye shimo. Kwa hiyo tunakula shua ambayo ni nyama ya asili ya Arabu, ya kufukia kwenye shimo. Jamu hiyo, kama uko peponi. Jamu hiyo. Halafu